India Institute of Technology Madras IITM. Hatua hii imewezekana kupitia ushirikiano wa kidiplomasia na elimu kati ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya India na hivyo kuimarisha nafasi ya Zanzibar katika ramani ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Ndugu wananchi, katika kutekeleza maono ya kitaifa ya kujenga uchumi unayoendana na kasi ya mabadiliko ya dunia leo, serikali imechukua hatua ya kimkakati kuanzisha chuo cha teknolojia cha India AI, IITM Madras, Madras Zanzibar kama sehemu ya mageuzi ya elimu ya juu nchini. Dunia ya leo inashuhudia mabadiliko makubwa ya kiuchumi yanayoendeshwa na mapinduzi ya kidijitali, maendeleo ya akili bandia, nishati mbadala na ukuaji wa biashara za huduma. Kupitia chuo hiki Zanzibar itapata fursa ya kuandaa kuzalisha wataalamu wenye ujuzi unaohitajika katika nyanja hizo. Wataalamu hawa watachangia katika kukuza uchumi wa kidigitali, kuimarisha usimamizi wa huduma na biashara, pamoja na kukuza matumizi ya teknolojia. Aidha, ujuzi wa teknolojia za habari, bahari na uhandisi wa majini utasaidia kuimarisha usafiri, uvuvi na hivyo kuchangia maendeleo ya uchumi wa bluu. Maeneo haya ni muhimu kwa Zanzibar kutokana na nafasi yake ya kijiografia, utegemezi wa usafiri wa majini, utegemezi wa usafiri wa majini na fursa kubwa zilizopo katika biashara za baharini na huduma za kimataifa. Wataalamu watakaoandaliwa kupitia chuo hiki wataiwezesha nchi yetu kutumia kikamilifu fursa hizi, kuimarisha ushindani wa kiuchumi, kuongeza ajira kwa vijana na kujenga uchumi imara, jumuishi na endelevu kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Nchi si serikali inatambua kuwa uimarishaji wa miundombinu ya elimu pekee haitoshi bila kuhakikisha kwamba vijana wanawezeshwa kumudu gharama za elimu za juu. Basi hivyo, katika mwaka wa fedha 25-26 serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 30 kwa ajili ya mikopo ya elimu ya juu, hatua ambayo tayari imewezesha zaidi ya vijana 8500 kunufaika na fursa hii katika vyuo mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi . Uwekezaji huu unaonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya kuhakikisha kuwa elimu ya juu ni haki kwa wote, ni fursa ya wachache pekee, si fursa ya wachache pekee, na kwamba kila kijana mwenye sifa ana nafasi ya kupata maarifa, ujuzi na stadi zinazomwezesha kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Aidha, mikopo hii ni sehemu ya mkakati wa muda mrefu unaoambatana na dira ya maendeleo ya Zanzibar ya 2050. Ikilenga kuandaa rasilimali watu wenye weledi wenye ushindani wa kimataifa na uwezo wa kuchangia kikamilifu uchumi <coughs> wa taifa letu. Ndugu wananchi, ni muhimu kutambua kuwa hatua zote za maendeleo tunazozichukua, ikiwemo uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya kisasa ya elimu, zinawezekana kwa sababu ya mazingira ya amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa tulionao. Amani hutoa fursa adhimu ya kupanga na kutekeleza mipango ya maendeleo huku umoja ukiwaunganisha wananchi katika dhamira ya pamoja kulijenga taifa. Ni kwa misingi hii ndipo serikali imeendelea kufanikiwa kutekeleza miradi ya kimkakati kama hii tunayeshuhudia leo. Hivyo basi, ni wajibu wetu sote kulinda, kuienzi, kuikuza amani yetu na umoja wetu wa kitaifa ili viendelee kuwa urithi wa vizazi vijavyo na chachu ya maendeleo endelevu ya nchi yetu. Ndio maana kauli mbiu ya sherehe hizi inatukumbusha kuwa amani na umoja ndio msingi ya maendeleo yetu. Wakati serikali ikiendelea ikiendeleza rasilimali kubwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa maslahi ya wananchi, ni wajibu wa kila mmoja wetu kuthamini jitihada hizi kwa kulinda na kutunza miundombinu inayojengwa. Mithali ya Kiswahili isemayo kitunze kidumu kidum, ina maana kubwa katika mtaala huu. Miundombinu hii imejengwa kwa gharama kubwa na kwa matarajio ya kuhudumia vizazi vya sasa na vijavyo. Hivyo kila mwananchi ana jukumu la kuwa mlinzi na msimamizi wa matumizi yake na matumizi yake sahihi. Aidha, majengo haya yanapaswa kuwa chachu ya kuinua elimu ya vijana wetu. Ni waombe wazazi na walezi wa eneo hili na maeneo ya jirani wachangamkie fursa hii na kuwahimiza vijana wetu kusoma kwa bidii na kuwapa uangalizi stahiki. Haitakuwa na tija kujivunia miundombinu ya kisasa kama tutaona ikizaa matunda kwa kuandaa vijana wetu kufikia elimu ya juu na kuchangia